Na, mtazamaji wa Trend TV bwana Zaylisa ameamua kuweka ujumbe lakini sio tu kwamba ujumbe ameweka lakini vile vile ameambatanisha na ushahidi. A, kama watoto wa mjini wanavyosema kwamba mambo kwa ushahidi, basi Zaylisa amezingatia hilo, ameamua kuonyesha ushahidi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea huko mitandaoni. So, kupitia page ya Zaylisa pale juu katika Insta story, bwana ameweka ujumbe ambao unaelezea mazito kuhusiana na kile ambacho watu wamekuwa kimwaccuse, maana tokea awali inasemekana kwamba huko mitandaoni kulikuwa kuna hizo habari zikiwa zinasambaa zikiwa zinamzungumzia kwamba Zailisa ananyanyasa watoto wa Manara, na hiyo ndio sababu ambayo ilikuwa inasemekana kwamba ndiyo sababu ya ugomvi kati yake yeye na Manara, kwa namna moja au nyingine au kinamsumbua kwa sababu hata Haji na yeye pia, baada ya zai kuandika ule waraka mrefu sana kuzungumzia mabaya ya Haji Manara, Haji Manara alienda pale kukomenti na kutilia mkazo swala lile lile la kunyanyasa watoto wake, akasema kwamba hicho ni kitu ambacho hawezi akakiruhusu aendelee kuishi na mtu nyumbani kwake kwa ambaye ananyanyasa watoto wakeakama so, eh, ananyanyasa watoto wake. Sasa, hiki kitu kuonyesha kwamba hii hivi vitu ambavyo vinavyozungumziwa sio kweli. Yani, hizo sifa mbaya ambazo zimekuwa zikitangazwa kumuhusu yeye sio za kweli. Umeona bwana, eh? yeah. Yeah. So, kwa mujibu wa peji ya Zai mwenyewe aliweka ujumbe pale juu, nataka nikusomee kwanza ujumbe ambao Zailisa alikuwa ameuandika juu hapa, aliandika kwa bwana, si wafanyakazi si wafanyakazi wa, wenzangu si ndugu zangu za si marafiki wala majirani, wote wanajua moyo wangu. Leo hii eh, mkanizulie kwamba nanyanyasa na nyanyasa mtoto mtoto nilikuwa naye, nilikuwa nakaa naye kwa wema, nafanya naye mpaka challenges eh, tukicheka na kufurahi, ingewezekana vipi kama ningekuwa na mnyanyasa meona bwana, hilo ndo swali ambalo Zai ameuliza huko juu katika Insta story, lakini hakuishia hapo. Ni kwamba bibiye Zailisa bwana akaendelea kuonyesha e, mpaka videos ambazo zilikuwa zimesambaa huko mitandaoni, akiwa ye mwenyewe pia alikuwa ameziposti katika ukurasa wake wa Instagram, zikiwa zinaonyesha yeye Zailisa akiwa yuko na watoto wa Manara akiwa anafanya nao challenges. Umeona eh? Yeah, yaani kuna video ambazo ukweli zilikuwa zimesambaa mitandaoni, zinamuonyesha mtoto wa Manara na Zaylisa wakiwa wanafanya challenge na hapa kuna hii video ambayo Zailisa ameiposti, alafu akaweka caption hapa juu akaandika kwamba nilifanya naye hadi challenge mtoto, alafu nye niwe na mnyima chakula amekuja kuuliza hivyo. Umeona bwana? So, page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue kuhusiana kwanza na hizi video za ushahidi ambazo Zailisa ameamua kuziposti katika kurasa yake wa Instagram. Kuna page hapa zimekuja kuripoti zikiwa zimeandika maneno kwa mfano kuna page hapa imeandika hivi. Nataka kuna peji hapa imeandika kwamba mtoto aliyenyimwa chakula na Zaylisa ndo huyu. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. Kuna peji nyingine hapa ameandika kwamba e, bwana huyu ndio mtoto anayenyimwa chakula na challenge anafanyiwa. Kuna mtu ameuliza e, kwa hiyo huyu ndiye alikuwa ananyimwa chakula anachozungumzia e, baba yake, lakini challenge walikuwa wanafanya naye, maana bwana anaweza akawa muongo Umeona bwana, kuna watu wameshaanza kuhisi kwamba huenda kitu ambacho kinachozungumzwa na Manara si cha kweli, kwa sababu huyu mtoto anaonekana kwamba alikuwa na enjoy ana have fun na huyo Zaylisa mpaka wanafanya challenge za nyimbo mbalimbali mtandaoni na video zilikuwa zinapostiwa, umeona eh? Sasa inakuwaje eh? Zaylisa anaelewana vizuri hivi na huyu mtoto and then amnyime chakula umeona? Na hata Zaylisa mwenyewe pia aliuliza kwamba je, karne hii kweli ni karne ya kumnyima mtu chakula? Hayo mambo yapo, umeona bwana, so hapa kuna comment hapa zimejitokeza, kwa mfano baada ya Zaylisa kuonyesha huo ushahidi, kwa mtu aseme bwana, Zai ni kipenzi, Zai kipenzi eh, nipishe na mimi kidogo, zamu yangu eh, eh, eh. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu aseme kwamba bwana, kwani ni wa kiume huyu mtoto au wa kike? Sielewi. Kwa mtu mwingine aseme kiukweli, tulijua tulijua hakuna kitu hapa, huyu, ali, huyu alienda kwa Manara ili Aa, ili apate nafasi ya kuzurura zurura nchi za watu kama vile Marekani basi yani haja yake za moyo wake zimeshatimia basi ameamua sepe zake kwa bwana mbona mtoto kama au basi kuna mtu ameishia hivyo kwa bwana sio huyu ni yule mwingine wa kike anaitwa Fatuma kwa kwatu sema kwamba bwana <laughs> huyu dada mwenyewe mbona sio mzuri bwana, Manara achane naye kwa sababu bwana, ndoa ina siri nyingi. Hizi kiukweli mimi sikuwa nazijua, kwa sababu kwamba e bwana Tanzania e, tuanzie pale, kuna mtu ameandika hivi kwamba tuanzie pale alipokuwa anamsema Rushaina. Ana anam, alipokuwa anamsema Rushaina anamtumia mashemeji, anawatumia mashemeji Manara na yeye pia alikuwa ndio anazisoma. Kwani ilikuwaje tena hadi akaacha kushika simu hadi watoto wa, hadi watoto wadogo wanampiku. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine asema kwamba bwana, ndoa zina siri. Kiukweli mdogo wangu eh, kiukweli mdogo wangu alikuwa na watoto, wa, alikuwa na watoto, watoto alikuwa wa pub, wa mumewe public, hawezi sema vituko vyake na akiwa na watoto, ya, akiwa na watoto peke yake. Okay, kuna mtu ameandika hivyo sijajua alikuwa anamaanisha nini. Lakini kuna mtu ameandika kwamba bwana huyu mwanamke bwana kweli mwehu. Mm -hmm. Commenti nyingine hii hapa nasema bwana katika maisha ya kawaida na kama una akili timamu utagundua kwamba Manara ana tatizo walai sio bure. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu ameandika kwamba bwana kama ni kweli jamani ni dhambi kumnyima mtoto chakula anachotafuta baba yake. Kuna mtu ameandika hivyo pia. Kwa muda mwingine hapa sio kwamba mtoto, mbona mkubwa hivyo eh? Anaweza hata kupika, inakuwaje anajimwa chakula? Jamani, hizi habari si za kweli. Kwa muda sio kwamba bwana, labda chakula cha baba sio chakula hiki tunachokula tunachokijua sisi. Kwa muda sio kwamba bwana, kinachoendelea hapa ni uongo bwana sasa hata akinyimwa anashindwa kupika mtoto mwenyewe mkubwa kabisa huyu. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu kwamba bwana aliyenyimwa chakula ni yule cheusi mwenzangu, sio huyu mrefu wa kiume, ni yule wa kike. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo, so kuna watu wamekuwa na mashaka kwamba labda sio huyu, ni yule mwingine, umeona, wa kike yule ambaye siku ile alikuwa anacheza sana kwenye harusi. Sasa yule naye pia tumemuona akiwa pia anacheza anafanya challenges na anawanyima watoto vya chakula watoto wa Manara na ndiyo sababu iliyopelekea Manara na yeye kuachana. So Zailisa ameonyesha ushahidi kwamba hicho kitu sio cha kweli, bali kilichofanya hawa wawili kuachana ni sababu nyingine nyuma ya pazia kwamba Manara alikuwa anatoka na, alikuwa anatoka na mabeki tatu mixer ndugu wa Zailisa. Ukiwa kama mdau, huweka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa ku like, ku share na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.